Tarehe 12 Aprili 2025 kuwa ni siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, ambayo siku hii hufanyika kila mwaka kwa lengo la kutathmini mafanikio na changamoto za kudhibiti watoto wasiende kuishi na kufanya kazi mitaani. Aidha, kwa mwaka huu siku hii itaadhimishwa kwenye mikoa yote na kitaifa tutakutana mkoani Mtwara katika ukumbi wa chuo cha VETA. Aidha, kauli mbiu ni imarisha ushirikiano kuzuia mtoto kuishi mtaani. Kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto wa Umoja wa Mataifa, kundi hili la watoto waishio mitaani lilitambuliwa rasmi mwaka 2017 kupitia hati ya maoni ya jumla namba 21 na Tanzania kama sehemu ya jumuiya ya kimataifa imeshiriki katika juhudi za kuwasaidia watoto hawa ili waweze kuunganishwa na familia zao na kupata huduma za msingi, na kubwa wasiwe wanatoroka majumbani au kutoka majumbani kwenda kutumikishwa na kuishi mitaani, bali sasa kuwe na mikakati ya kuzuia wasiende huko, lakini wakimbilie wapi? Sasa ndio swali. Maana kweli shida na taabu kwenye majumba yetu na familia zetu zipo, lakini lazima tujue watoto hawa wanakimbilia wapi. Wanatakiwa jamii wazitambue huduma za ustawi wa jamii, kwamba ni huduma kama vile huduma za afya, mtu akiumwa kichwa anakwenda kutibiwa kwenye kituo cha afya au zahanati au hospitali. Kama vile mtu sasa ambaye anahitaji kwenda kupata huduma ya kifedha anaenda kwenye kituo cha huduma za kifedha, benki na kwingineko. Kama vile mtu sasa ambaye amepata huduma ya kukatiliwa anakimbilia polisi. Hivyo hivyo mtu anayehitaji kupata bidhaa anakimbilia sokoni. Huyu mwenye changamoto za kifamilia zinazotishia ustawi wa mtoto anakimbilia wapi? Huyu anatakiwa akimbilie ustawi wa jamii. Wizara imekuwa ikiratibu wadau mbalimbali kushirikiana kwenye kukabiliana na changamoto za watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, kwanza kwa kufanya tafiti mbalimbali ikiwemo mahojiano na watoto wenyewe ili kubaini sababu za kuingia mitaani, na baadhi ya sababu kubwa ni pamoja na umaskini wa kale, migogoro ya familia, migogoro ya ndoa ukatili dhidi ya watoto, vifo vya wazazi au wategemezi, utoro na kushindwa masomo shuleni, athari za kukua kwa miji na athari za makundi rika. Hizi ni baadhi. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, kazi kubwa imefanyika. Jumla ya watoto 8372 ambao wa waki wa kiume 1218, wa kike 1454, wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa na kupatiwa huduma mbalimbali. Mathalan, watoto 1056 wako katika makao ya watoto na nyumba salama. Aidha, 86 wako kwa walezi wa kuaminika na waliobakia waliunganishwa na familia zao zile shida za awali kufanywa kazi. Watoto 1346 kati ya hao waliookolewa walipatiwa vifaa vya shule na mahitaji mbalimbali, huku 43 kati yao waliunganishwa na vyuo vya ufundi, ambapo sasa 27 wamehitimu na wawili wanafanya kazi za kujitolea katika makazi ya nyumba za wazee. Tuangalie mikoa inayoongoza kuwa na watoto wengi wanaoishi na kufanya kazi mitaani, ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi amesema mheshimiwa mkuu wa wilaya Dodoma. Pia imekuwa sasa, nayo imeingia Mwanza, ipo Mbeya, Arusha na Iringa, huku mikoa inayoongoza sasa kuchangia maeneo haya ya miji mikubwa kuwa na watoto zaidi ni pamoja na Kagera, Geita, Kigoma na Dodoma yenyewe saa nyingine inapeleka Dar es Salaam, Mwanza na Shinyanga, ili kuhakikisha watoto wote wa Tanzania wanastawi katika mazingira rafiki na salama ya malezi, makuzi na maendeleo yao. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali za kukabiliana na changamoto. Jumla ya migogoro ya ndoa 16,095 imeshughulikiwa kupitia ofisi za ustawi wa jamii nchi nzima, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, ambapo kati ya mashauri hayo jumla mashauri 2,555 yamepelekwa mahakamani na mashauri elfu kumi na mia nne ishirini na tatu yamesuluhishwa na mengine yaliyobakia yanaendelea kusikilizwa. Wananchi wote kushirikiana katika kulinda haki za watoto kwa kutoa malezi bora kwa watoto katika familia, na pale penye changamoto zozote, karibuni ustawi wa jamii, mje na watoto wenu.